Kwa jina Baba la Mwana na Roho Mtakatifu. Na Bwana awe nanyi. Leo ni sherehe ya kutabarukiwa Basilika ya Laterani, ni kanisa kuu ya papa ambaye ni askofu wa Roma, na ilijengwa na Kaisaria Konstantini mwaka wa mia tatu na ishirini na hii ilijengwa juu ya mlima wa Laterani.

ya mtakatifu Yohana Mbatizaji na Yohana Mwinjili na hivyo hivyo ikawekwa wafu na Baba Silvesta mwaka wa mia tatu na ishirini na nne na kanisa ya kwanza ilijengwa katika mlima huu karne ya nne na Konstantine, ambaye alipatiwa hii shamba ama mlima huu na hiyo familia ya Laterani na kwa miaka mingi hii kanisa imepata misukosuko ya moto, wakati wa vita, mtetemeko wa ardhi, lakini iliweza kujenga na ikakaa jinsi ilivyo. Mwaka wa elfu moja mia tisa arobaini na sita ndio ikajengwa na ikawa kama jinsi ilivyo. Na hii sikukuu ya leo, ambayo tunakumbuka kutabarukiwa kwa basilika ya Laterani, ni sikukuu inayotukumbusha wito wa kuishi tukiwa tumeunganika na mwandamizi wa Petro, mwamba ambao juu yake huyu Kristo aliweza kujenga kanisa na anatuimarisha katika imani yetu na inakuwa ishara ya umoja na upendo katika kanisa. Tunajua kwamba kuna basilika kuu nne. Ya kwanza ni ii ya Lateran basilika, kuna basilika ya, ya, ya Mary Major, kuna basilika ya St Peter, na kuna basilika ya St Paul outside the wall na hizi ndiyo zile basilika kuu nne ambazo tuko nazo, na wakati ambao tunaadhimisha uh, hii sherehe ya leo ya kutabarukiwa kwa basilika ya Laterani, tunakumbushwa kuhusu umoja wetu kama kanisa. Wakati ambao tunasema kanisa ni moja, kanisa ni takatifu, kanisa ni katoliki na kanisa ni la mitume, ambapo tunashiriki bwana mmoja imani moja, kikombe kimoja, ubatizo moja, tunakuwa mwili mmoja na hivyo hivyo tumaini moja. Kwa hivyo hapa tunaona uhusiano wa kanisa kama jengo na hivyo hivyo kama wabatizwa, mioyo ambao umeunganika kwa pamoja, na ndio sababu masomo yetu ya leo kuanzia somo la kwanza mpaka Injili inazungumzia kuhusu jinsi kama kanisa ile jengo ambalo tunaliona na hivyo hivyo mioyo yetu ambayo ndiyo hekalu kwa sababu ya ubatizo wetu. Katika somo la kwanza ambayo inatoka katika nabii Hezekieli sura ya 47 aya ya kwanza hadi ya pili ya nane hadi ya tisa na kumi na mbili inatufundisha kwamba ni jengo ambalo lilibujika, na hapo tukaweza kupata uponyaji, hapo tukaweza kupata baraka, tukaweza kupata hekima na upendo. Tunabadilika wakati ambapo tunaingia kanisani, Mungu mwenyewe kama jinsi tunavyojua kama tunavyoelezewa katika hiyo somo la kwanza, ni ishara ya kuonyesha kwamba kama vile tunavyojengwa kama kanisa, hatuwezi kuingia pale tukatoka jinsi tulivyoingia, lazima tubadilishwe na neema za Mungu. Na ndipo mara nyingi, wakati ambao umekata tamaa, wakati ambao unaona mambo yaendi, wakati unaona familia inakusumbua, unakimbia kanisani. Kwa nini? Kwa sababu unajua kuna uwepo wa Mungu na wakati ambapo unaingia ile kanisani, unajua huwezi kurudi vile ulivyoingia, kwa sababu tukienda pale tunachota uponyaji, tunasamehewa, tunakuwa na mwanzo mpya, tunakuwa na mawazo mengine, tunabadilika kiimani, tunabadilika kimawazo na tunabadilika kiutendaji. Kwa nini? Kwa sababu Yesu Kristo katika ile kanisa ambalo tunajichukua kama jengo, tunaamini ya kwamba yupo pamoja nasi. Na yeye anatusikiza katika nia zetu, na yeye anatusikiza katika yale ambayo tunayafanya, na ni hapo kanisani ambapo tunapata mafundisho. Tunafundishwa kuhusu maandili, tunafundishwa kuhusu jinsi ambavyo tunapaswa kuishi. Hiyo neno la Mungu linatuunda na sakramenti na sakramenti zinatujenga, kwa sababu kanisa ni mama, kanisa ni mwalimu, anatufundisha. Ni mahali ambapo sisi wenyewe tunajengwa katika maisha yetu, kwa sababu ni jengo. Tunaenda hatua ya pili, ambapo katika somo la pili, somo katika barua ya kwanza Mtakatifu Paulo kwa Korintho sura ya tatu aya 9 hadi 11 16 hadi 17 ninatukumbusha kwamba amjui ya kuwa ninyi ni hekalu la Mungu. Roho wa Mungu anakaa ndani yenu. Mara nyingi tunasahau ya kwamba licha ya kwamba tunaenda kanisani kama jengo na sisi pia ni wabatizwa, sisi ni kanisa. Kwa sababu ya ubatizo wetu miili yetu ni hekalu ya Roho Mtakatifu. Kwa hivyo tunapaswa kuishi kama vile tumefundishwa mle kanisani, jinsi ya kukaa ndani ya roho, jinsi ya kukaa katika maadili mema kwa sababu hatuishi kwa ajili yetu sisi lakini tunaishi kwa ajili ya yule Yesu Kristo ambaye anatubadilisha katika maisha yetu. Je, wewe kwa kweli unakumbuka kwamba wewe ni hekalu la Roho Mtakatifu? Maana ngapi wewe mwenyewe unaishi kama mtu ambaye hata hana uhai, mtu ambaye ni kama ajibatizwa, mtu ambaye hataendaki kanisani mara ngapi ambao unajisahau wewe mwenyewe maisha yale ambao unayaishi? Na ndio sababu katika hiyo Injili ya leo mwinjili Luka sura ya pili aya ya kumi na tatu hadi ishirini na mbili anazungumzia wale ambao wanakufuru hekalu, na si hekalu jengo pekee yake, lakini hekalu kama mioyo yetu tunasahau mara nyingi ya kwamba vile Yesu alivyofanya wa akafukuza wale ambao walikuwa wanauza, kwa sababu walikuwa wanachafua hiyo hekalu, na jinsi ambao walikuwa wanabadilisha fedha, kwa sababu lazima kulikuwa na wale ambao wanaiba ama wanafanya vitu ambavyo havieleweki. Tunao kwa mara nyingi tunaona kwamba Yesu alifanya vizuri lakini tunasahau hata na sisi anapaswa kuingia ndani ya mioyo yetu na atufanyie hivyo hivyo, tusafishe kanisa kama jengo na tusafishe kanisa kama wabatizo. Mara nyingi tunaenda kanisani, unakuta kwamba pale njika, katika kanisa zetu unakuta kwamba hata mtu hataipatie heshima, anaingia vile anataka, anatoka vile anataka. Mara nyingi aa, atatumia simu ama saa zingine anatumia lugha ambayo sio nzuri, hata mavazi anakuja nayo mabaya. Kwa nini wewe unakufuru kanisa la Mungu? Kwa nini dhamira yako isikuonyesha kwamba kile ambacho unakifanya sio kizuri? Hata saa zingine unaenda kupokea kama ustahili wewe, unaanza kufukuru ile roho yako kama kanisa. Saa zingine unakuta kwamba matendo ambayo umeyafanya sio mazuri, wewe unakufuru hiyo kanisa. Saa zingine hata wewe mwenyewe unajidharau tu unakuta kwamba kile ambacho kiko nje na kile ambacho kiko ndani ya moyo wako ndio vitu viwili tofauti. Kwa nini ukuwe na kuwili? Kwa nini usikuwe na msimamo ya kwamba wewe ni hekalo la Roho Mtakatifu? Usafishe moyo wako, usafishe midomo yako, usafishe akili yako, usafishe na hata yale ambayo unayafanya, kwa sababu ukosa kufanya hivyo, haustahili. Tunapaswa kufukuzwa kama vile Yesu alifanya, tunapaswa kuja atufukuze, kwa sababu atustahili. Wengi wetu tuko kanisani, lakini kwa kweli kama Yesu angeingia, angetufukuza kama vile alifukuza hao watu. Wengi wenu wenu wapo hapo, lakini kile ambacho wanafanya hata kiendani na yale ambao haya yanapaswa kwenda kanisani, unaidharau we mwenyewe, unajidharau. Basi ni lini unapata baraka kutoka kwa Mungu? ni lini ambapo utaona kwamba we ni jengo la kupata heshima. Wewe ni jengo la kupata baraka. Wewe ni moyo ambao unataka uponyaji, wewe ni moyo ambao unataka baraka. Usisahau ya kwamba wewe ni hekalu la Roho Mtakatifu. Usijiweke hivi hivi, usijiachilie hivi hivi, jiheshimu wewe kama kanisa, jiheshimu wewe kama mbatizwa, mjeshimu wewe kama mdomo ule ambao unapokea Ekaristi, mwili wa Kristo, kama huyo mwili ambao unaoshiriki una kama kaa kama hiyo damu ambao unashiriki ili uweze kusafisha na midomo yako na uweze kusafisha na familia yako, ili yale ambayo unayafanya yanende katika ama yaende ya sawa na zile baraka ambazo Mungu amekujalia katika maisha yako. Na ukosa kufanya hivyo, inamaanisha kwamba haustahili na hakuna maji yatakayotoka katika pale ambapo upo, kwa sababu sisi kama kanisa tunapaswa pia kuburudisha watu wale wengine, tunapaswa kupatia uponyaji watu wale wengine, tunapaswa kupatia baraka watu wale wengine, tunapaswa kutumia kuwatia matumaini watu wale wengine. Kama tukakaishi kama hiyo mfano ambao tumepatiwa na nabii Ezekieli, kwamba sisi ni kanisa na katika kanisa hili ya mioyo yetu hapo hapo kunatoka maji ya uhai, inamaanisha hatuna faida yoyote ndugu zangu tuweze kuwa na faida kwa sababu sisi ni hekalu la Roho Mtakatifu. Patie watu wengine upendo, patie watu wengine matumaini, patie watu wengine uponyaji, fanyie watu wale wengine mazuri, kwa sababu umeumbwa katika sura na mfano wa Mungu. Yote ambayo unayafanya, kumbuka, wewe ni hekalu ya Roho Mtakatifu. Tumsifu Yesu Kristo. Tuombe. Ee Baba mwema, katika ubatizo tumeshiriki katika kufa na kufuka kwako, tumekuwa kanisa na kwako, tume umetujenga kwa sababu wewe ni mwamba. Tunakuomba uweze kutuimarisha ili wakati ambao tunaishi tuweze kuwa kanisa hai ambayo inapatia watu wale wengine uhai katika maisha yao, na kila mara yale machafuko ambayo yako ndani ya mioyo yetu uweze kutuondolea na neema zako. Natomba hayo kwa njia ya Kristu na Bwana wetu. Na Bwana awe nanyi, na mbariki Mungu mwenyezi, baba na mwana na Roho Mtakatifu. Tumsifu Yesu Kristu. Usahau kusubscribe, kushare na kukoment, ndio tukuwe pamoja katika Living Word Family. Nawatakia Dominika njema.